Mpaka chini ndio utajua kwa nini apekwa Tanga. Ah, mimi hiyo research tafanya baadaye. Mwalimu unafanya data Dodoso, nasema hivi, yani uwanja, umeona uwanja aufai e, kuchezewa, ndio maana ukafungiwa. Lakini changamoto kubwa, lazima twauliza wenye mamlaka. Tulisema viwanja lazima kuwe na viti Nakosea hmm. So, hmm, waulize wa Tanzania ambao wamekuja katika uwanja Mkokwani, walikaa kuna viti au kuna simenti? Hilo la kwanza hmm, lakini jambo hmm, la pili kaangalie na huduma za kijamii ambazo zinapatikana huduma za kijamii kwa nini umeruhusu hiki kiwanja kichezewe tena nusu fainali? Sadibi Foundation ni kubwa kuliko shirikisho baada ya barani Afrika fainali yake. Kwa nini umeruhusu... Alhaji, sikiliza. Kwa nini? Sikiliza. Je, heshimu tuzungumza <laughs> ukweli <laughs> amesema eh? Shirikisho, sikiliza kwanza, shirikisho ile shirikisho la nchi ile, shirikisho la la ile bara. Sikiliza kwanza shirikisho nyumbani, ya nyumbani ndio inakupa nafasi ya kwenda katika shirikisho nyingine, si unaelewa? Yani kama wewe sasa hivi unafanya kazi ili uende kule juu choo kikuu ni lazima usome hapa mwanzoni utengeneze msingi, kwa hiyo utasema utaenda choo kikuu bia huku kwa huku ndo msingi bora mkubwa zaidi kuliko huku, sio, unanielewa? Kuna watu ambao hajafika choo kikuu na anaishi, uongo kweli, lakini kuna watu hajasoma huku chini wanateseka mpaka hilo hilo, uongo kweli, kwa maanake ndo kuna msingi. Shirikisho ni kubwa ni uh, kubwa kuliko kombe la shirikisho barani Afrika kwa muktadha huo, kuanzishwa kwake kwa ukubwa kwa kwa wake na tatu. hii shirikisho elfu mbili na tatu hii ipo tangu 74. 4n si kama unajua tangu 74 hii iko elfu mbili na tatu ipi kubwa? Mwalimu, tukiachana hizo takwimu, mmetinga fainali pengine, uh, nani hasa mnamtamani sana kukutana naye mai wetu nani? Nasema ukweli kabisa, pia na Mungu anisikie leo siku uh, siku takatifu, namtaji mai wetu, lakini Betha anajiuliza mm, atakuja atajivunja mbele ya Singida Black Star. Mwalimu namtaka atajivunja mbele ya Singida Black Star. Msimu huu, msimu uliopita, uh, mwaka jana tulimfunga mara hizi mara mbili, msimu huu tumemfunga mara hizi mara mbili, hawezi kukubali avunje rekodi. ndio wangepata zile penalti na shoot on target. Umekuwa miongoni mimi na tena. Elie Mpanzu hajawahi kuwa mchezaji mkubwa au mchezaji bora a katika nchi hii au hata kule kwa Kongo. Nindi anacheza Max Zengeli. Ikangalombo anacheza. Ka katika, katika mashindano ya chani si ndio? Yule Mpanzo anakaa jukwani winga, Max Zengeli, Ikangalombo namba tisa, Makusumundele. si unanielewa? yaani, kina bo, yaani ona, ona ona, kina, wakina, wakina Max Zengeli wana Kachia dakika tatu kuliko kuliko ndugu yako. Yaani Baka ana goli nyingi kuliko Lia Mpanzo. Ndio. Mpanzo. Kwa sasa current form. Nani? Mpanzo hapa ikangalombo. Achana na misimu iliyopita au twice pita. Sasa unaanza unasema ikangalombo mashine. Tamasia. Jitu la mtumba. Yaani achukua kichwa cha kwanza cha pili cha tatu. Mimi nakwambia, kama kama kama kama Simba wangepata wachezaji ambao wenye viwango kama kinankane kama kinakangalombo si ndio wangekuwa na imbo usiku na mchana mapambio. Unachanganya mwalimu, juzi tu umeniambia kwamba mpanzu na nkane utaondoka na nkane, leo namuongezea na ikangalombo yes, kwa sababu nizungumza sa no. No, nimesema hao wawili tema winga, kwa sababu Kid Dennis hmm. hmm. namba zake amfikia hata amfikia hata Dennis nkane. Unanelewa? Yani kama unakosi chako maanake winga nkane winga ikangalombo, wale mpanzu na Kid Dennis wako benchi eh? ndio mwisho wa msimu niangalie uko wewe. yeah. Kibdansi mwisho wa msimu anakuwa na goli moja. mwaka huu besa na goli hizi mbili, ndio namaliza mwisho wa msimu. Sasa utasema wewe ni winga huyo, yeah? yani winga mwisho wa msimu katika besa thelathini. Umeelewa? Ana goli moja. Msimu huu ndo kabadilika na goli hizi mbili. Ndio sawa wao. Hapa shida, kwa nini jana hujaona? yani jana amefungwa goli mbili wakafungwa na tatu penalti tatu. Mashabiki wa Simba wanaanza kushangilia, umefunga bao hizo? welcome home, welcome home. kichaa kukutana na Sibekani hapa 2022. kule tua mbili hapa goli moja bila hapa moja bila goli mbili, refarii amekataa Sibekani, ikapigwa faini milioni mia mbili na tatu au mmesha sahau nyie watu nyie? Bekana kwa Masiala. Bekani kama Yanga tunakutoa roho, kuna kucheka tunakucheka. Wewe unaliona? Wewe unaliona kombe kabisa likienda kule Morocco? Sheikh. Hilo liko wazi tena jambo hili nataka nikuibia siri. ni ibie siri. umeona umeona jana jana alichokifanya hiyo eh. ni mechi ya kwa. yes, kamwonea sbekan akiwa nyumbani kwake mechi ya pili ndo mechi ya mwisho betha amini nachokwambia ni mechi ya mwisho mechi ya maamuzi yani refari tena ni mwalamu wae ndugu zake dakika kumi na tano tu simba kashatua mbili game imeisha. mechi ya kwanza ile kwa sababu unajua tuki, tukimpa tu magoli itapoteza raza Mechi ya pili dakika kumi na tano Sibekani akapata goli hizi mechi imeisha. Farmasia na Sibekani nini eh? Kuna wewe kama wewe. Fanya kazi cha... yeah anapewa kaadimba mwogope huyo mtu yani, yani, yani we wa wanakaa benchi ngozi eh, nyeusi anakaa katikati kiungo ogo ogopa, ndugu yangu, au ngozi nyeusi anapewa captain kama ledayo le ogopa sana yani, ngozi nyeusi apata captain kwa Waarabu. An kuna eh, moja hiyo eh ateba alifanya si dawani? yeah. yeah. akafanya tu mguu hivyo hapa, akamwambia yeah. hii ni try yeah. akamwambia upate shoot on target, yeah. off target, mpaka yeah. yeah. na na Mkapa sio, kwa Mkapa kule shoot off target, so kwa Mkapa ni niwaamani, wameshatangaza nilikwambia jana, wakicheza kwa Mkapa sihangaika ofisini kwangu so, Ndia, wei yeah. Ndia chukue milioni kumi, unachanga vitu vili, yeah. au pendiela, shetani wako pendiela, we sosi, shetani wako pendiela. <laughs> <laughs> <laughs>